Tatizo kwa baadhi ya wajasiriamali au watu wanataka kuanzisha biashara, kufanya uamuzi sahihi wa jinsi ya kuanzisha hizo biashara. Kwanza kuna swala la mtaji. Wengi wanapata kigugumizi kwa sababu mtaji unaanzishwa au mtaji unaohitajika kwa kuanzisha baadhi ya biashara ni mkubwa sana, lakini upande mwingine ni biashara ambayo inaweza ikatoa faida chap chap. Sasa haya mambo mawili yanachanganya kidogo kwa baadhi ya wajasiriamali au watu wanataka kuanzisha kwa biashara. Kwanza ni ukubwa wa mtaji, yani kuwa na mtaji, mtaji, mtaji mdogo, lakini pili ni biashara ambazo zinatoa faida chap chap, yani haraka haraka bila kukawia. Sasa kwenye kipindi cha leo nitazungumzia biashara kumi na mbili ambazo zinahitaji mtaji mdogo lakini wakati huo huo zinatoa faida au unachapo hamna kuzunguka. Kwa hiyo kaa na mwisho wa kipindi hiki ili uweze kufahamu hizo biashara kumi na mbili. Sasa kabla sijakutajia hizo biashara kumi na mbili, naona kidogo nataka nikuibie kuwa kuna biashara namba saba na biashara namba kumi na moja. Hizo ndio zenyewe. Kwa hiyo usimisi hizo biashara, kuwa nami kuhakikisha kuwa biashara namba saba unaisikia na pia biashara namba kumi na moja. Hizo ni biashara muhimu sana katika kupata ufumbuzi wa mambo mawili: udogo au ukubwa wa mtaji, lakini pili, upatikanaji wa faida au pesa haraka. Sasa ngojea, umefika. Tunaanza kuzungumzia hizo biashara kumi na mbili ambazo hazina matatizo kwenye suala la mtaji yani, hauhitajiki mtaji mkubwa, lakini pia unapata pesa chapchap chap. Hizo biashara ni zipi? Kaa nami nikuelekeze. Biashara ya kwanza ni genge la vyakula, na hivi vyakula ni asubuhi na jioni. Anzisha genge ni unaangalia. Eh, unajua hapa mjini au sehemu za mijini watu wanapilikapilika nyingi, hawana muda wa kuanza kufikiria kupika chakula au kutengeneza chakula. Kwa hiyo hii ni fursa kwako kwa hiyo mambo ya kutengeneza kama chapati, mandazi, hata supu kwa asubuhi, hiyo ndio fursa kubwa. Kwa hiyo hiyo ni biashara ya kwanza. Sasa kuanzisha huhitaji vitu vingi, unachotakiwa uwe na kameza kidogo, uwe na na jiko, lakini pia uwe na malighafi za kufanya hiyo biashara, kama pamoja na mafuta. Sasa jambo la muhimu hapa ni eneo: chagua eneo zuri la kuweka hilo genge lako karibu na kituo cha mabasi au daladala, hapo ni pazuri sana. Ni sehemu niko karibu na hospitali, karibu na shule, hizo ndio sehemu muhimu kwa kufanya hiyo biashara. Biashara ya pili ni dagaa wa mchanganuo. Unajua, kwenye miji dagaa ni mboga maarufu sana na inatumika sana. Sasa usinunue kisado, wewe nunua dagaa wa gunia zima, kwa sababu unataka kufanya biashara ya uhakika Nunua biashara ya gunia zima, alafu kisha au vizuri na uwafunge kwenye vipati vidogo vidogo. Hapo ndipo mambo yanapoanza kuwa mazuri. Kama unashindwa kununua gunia, unaweza pia ukaanza na ndoo. Jambo la muhimu ni usafi, yani au dagaa wawe katika hali ya usafi, lakini pili ni uaminifu katika biashara. Kwa hiyo unapoanza tafuta watu wa karibu unaofahamiana nao, alafu chukua namba zao za simu, anza kuwasiliana nao kwa simu na kuambia, jamani, mzigo umefika. Kwa hiyo unawapelekea au wanakuja hapo unapofanya hiyo biashara. Kwa hiyo hii biashara ni nzuri, na unaweza ukatengeneza pesa sana, watu wanahitaji mboga chap chap. Kwa hiyo dagaa ni moja ya biashara ambayo itakupa pesa chap chap. Biashara ya tatu ni ya usafi kwenye majumba na maofisini. Watu wanafanya kazi wiki nzima, hawana muda wa kushughulikia mambo ya usafi. Sasa wewe, hii ni fursa kwako, unaweza ukafanya shughuli ya kusafisha majumba na ofisini. Sasa jambo la muhimu ni kuwa siku za Jumamosi, ambapo watu hawaendi wa kazini, hiyo ndio siku ya kufanya hii kazi, kwa maana kwa unapita na kusafisha majumba ya watu mbalimbali. Wao wanaona ni kero kwao kwa sababu hawana muda na mambo ya kusafisha yako nje ya taratibu zao, lakini kwako wewe ni fursa ya kutengeneza pesa. Sasa hii biashara huhitaji kuwa na ofisi kubwa au na mafanicha na nini, hapana. Wewe unachohitaji tu uwe na simu, simu ni ya muhimu sana, lakini pia uwe mwaminifu. Halafu cha tatu ni vifaa vya kufanyia usafi. Sasa anza na watu wa karibu ambao unawafahamu, na baada ya hapo unatawanya vipeperushi, na pia unaweza ukajiunga na makundi ya WhatsApp na ukatangaza biashara zako kwenye WhatsApp. Sasa polepole kutokana na unavyofanya kazi yako vizuri, lakini pia bei zako ziwe nafuu, utakuta unapata kundi kubwa la wateja, na hapo utakuwa umefanya biashara nzuri. Biashara nne ni uuzaji wa vifaa vya simu, Waingereza wa wanasema accessories. Unajua, sasa hivi simu ndio kila kitu, watu wengi wanatumia simu. Lakini sasa hizi simu huwa zinaharibika, hizi simu vifaa vyake vingine huwa pia vinaharibika. Kwa hiyo hapo sasa ndio fursa yanapokuja. Kuna masuala ya kuuza vitu kama e, wanaita kava ya simu lakini pia eh, kitu kingine ni, ni, ni, ni pamoja na chaja, huwa zinaharibika hizi chaja eh. Lakini nyingine pia ni masuala ya unapotaka ku eh, wakati mwingine betri imekwisha, sasa unahitaji una, una kifaa ambacho unaweza ukachajia simu yako eh, lakini pia kuna masuala ya earphone, vijana wanataka earphone. Kwa sasa kuna vifaa mbalimbali vya simu ambavyo vinahitajika sasa. Hapo wewe ni fursa kwako kufanya biashara. Sasa, kwanza kwako, uhitaji mtaji mkubwa. Kwa watu wa Dar es Salaam, nenda zako Kariakoo, unanunua screen protector chache, labda tano kumi, lakini pia cover za simu unaweza kununua chargers na vitu kama hivyo vichache tu, unaanza navyo. Na sasa unapita kwenye maeneo kama labda kwenye mahoteli au migahawa au hata kwenye vituo vya basi, unapita na vifaa vyako na kuanza kuuza kwa wateja, kwa hiyo uhitaji mtaji mkubwa. Biashara ya tano ni kuwa dalali wa mitandaoni au wengine wanasema online online agent. Hiyo nao ni biashara, unajua kuna watu wana biashara zao mbalimbali ee, wanauza wengine, wanauza saa wengine, wanauza simu na vitu kama hivyo, lakini sasa kupata wateja inakuwa changamoto. Sasa wewe unaamua kuwa dalali, kwa maana kuwa uhitaji kununua simu, uhitaji kununua saa, isipokuwa wewe unatafuta wateja kwa niaba ya hao wanaouza simu sana kadhalika. Kwa hiyo unachohitaji ni uwe na simu, lakini pia uwe na e, utumie social media e, kujitangaza hiyo biashara yako ili uweze kufahamika, na unaweza ukatumia Instagram, Facebook hata TikTok. Fungua hizo kurasa anza mawasiliano. Sasa hawa jamaa ambao wana maduka ya simu au wana maduka ya saa e, hata nguo wakisha kufahamu, watakuomba uwatangazie biashara zao, na unapopata wateja unawapeleka kwao. Kwa hiyo we huhitaji kununua nguo, saa, kwa hiyo huhitaji mtaji mkubwa. Sasa hii ni biashara nzuri ya kuwa agent wa online. Biashara ya sita ni usambazaji wa mboga na matunda maofisini. Watu sasa hivi wakokosha sana mambo ya, ya afya, kwa hiyo wanahitaji sana vitu kama mboga mboga hizi na hata matunda. Kwa hiyo unaweza, kwa hiyo wewe hii ni fursa ya kwako kuanzisha biashara ambapo utakuwa unapeleka kwenye maofisi hizi mboga mboga na hata matunda. Kwa hiyo hili ni hii ni biashara ambayo iko wazi kabisa, ina fursa kubwa sana. Sasa unachofanya unapita kwenye maofisi na una anza kuwatangazia kuwa unaweza ukawapatia mboga mboga, eh, vitu kama nyanya, mchicha, sukuma wiki na vitu kama vitunguu. Sasa unapita kwenye maofisi unachukua oda zao, wakikupa hizo oda, of course anakupa oda na anakupa na pesa. Kwa sasa huhitaji mtaji, kwa sababu sasa wakikupa zile pesa, wewe unakwenda sasa kwenye soko unanunua hizo mboga mboga na matunda, alafu unazifunga vizuri unawapelekea kwenye maofisi. Hivyo ndio inavyokuwa, uhitaji mtaji mkubwa, lakini hapo kuna kutengeneza pesa kweli kweli. Sasa tumekushaangalia biashara sita, ambapo ni kama tuko nusu ya safari. Sasa kabla sijaenda kwenye biashara ya saba ambayo hapo mwanzo niliwaambia ni muhimu sana, naona kwanza niwape wito. Wito wa kwanza, kati ya hizi biashara sita nilizokutangazia, ipi imekuvutia sana au ipi ina changamoto? Sasa niandikia hapo chini ili niweze kuona, tutakavyowasiliana kuhusu hiyo biashara hiyo. Ni namba moja. Ya pili, subscription. Bonyeza kibofya hicho cha subscribe ili uweze kupata vipindi vyetu vinavyokuja siku zijazo, bila hivyo itakuwa nastukia tu kipindi. Kwa hiyo subscribe, ili uweze kupata huduma za kipindi chetu kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa biashara namba saba, ambayo niliwaambia ni ya muhimu sana na inakuja kasi sana, ni biashara ya uchapishaji au wengine kwa Kiingereza wanasema ni printing na mambo ya branding. Unajua sasa hivi watu wengi wanaanzisha biashara, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika kutokana na uchapishaji na mambo ya kutengeneza brand au branding. Sasa hii ni fursa kwako wewe kwa sababu ukiwa umejipanga vizuri, hapa iko biashara. Sasa watu kama wanafunzi e, wengi wanahitaji photocopy, lakini pia kwa mambo ya kibiashara unakuta watu wanataka business kadi na machapisho mbalimbali. Sasa najua utaniuliza ah, sasa sina printer, sina vitendea kazi, itakuwaje? Hiyo isikupe wasiwasi wasi. Wewe fanya kama dalali, kwa maana kuwa wako watu wana maprinta, watu wanaotengeneza documents mbalimbali wapo. Kwa hiyo, ingia nao makubaliano. Wewe unachofanya ni kuwatafutia wateja. Kwa hiyo sasa, mkisha ingia makubaliano, wewe sasa unakwenda kwa kutumia social media, unatangaza eh, vitu ambavyo unaweza ukatengeneza kama hizo. Mimi natengeneza business card, natengeneza eh, documents mbalimbali, eh, za zinazohusiana na businesses, unaweka kwenye social media na kuwatangazia watu wanaohitaji hizo biashara hivyo vifaa. Sasa wao watakufuata wewe, kwa sababu utakuwa umesha hapa contact numbers. Na wakikufuata unawaambia sawa, unawapa na bei zako. Baada hapo wakikupa pesa, au hata kama hawakupa pesa kama unawaamini basi, wewe sasa unakwenda kwa hawa watengenezaji wa stationaries. Sasa wao ndio wanakutengenezea hizo stationaries. Hawa jamaa wakikulipa unaenda kuwalipa wenye biashara, alafu wewe unalipwa commission. Ndio inavyokwenda. Kwa hiyo utatengeneza pesa nyingi bila wewe kuwa na mitambo, bila wewe kuhangaika sijui utatengeneza nini. Wako watu wanatengeneza lakini hawajui jinsi ya kupata wateja. Wewe unakuwa ni mtaalamu wa kupata wateja kwenye social media. Biashara ya nane, hii nafikiri wengi mnaifahamu, ni biashara ya mitumba. Sasa soko la mitumba ni kubwa sana, ushindani ni mkali. Kwa hiyo au, kuna ushindani mkubwa, kwa hiyo inabidi ujipange kweli kweli. Sasa badala ya kununua gunia zima, eh, inabidi uwe mwangalifu eh, ngoja nikueleze kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Sasa unachofanya, unachagua siku maalumu ambapo unakwenda wakati wanafungua yale mabele na hapo sasa unafanya uamuzi. Usitake kuuza kila aina ya nguo, unaweza ukaamua kuspecialize kwenye nguo labda za magauni ya kina mama, au jeans za kina baba, au za watoto, au viatu whatever. Sasa hapo ndipo unapoanzia, kwa hiyo si aina fulani ya nguo. Lakini pia chagua nguo ambazo zitakuwa ni bora sana, watu hawataki kununua ambayo, hicho ni kitu cha muhimu sana. Sasa baada hapo, piga picha, piga picha hizo nguo, alafu zipeleke kwenye sasa social media na kwenye WhatsApp kuonyesha hizo ndio aina ya nguo unazouza za mitumba. Sasa uhitaji kuwa na nguo nyingi eh, unakuwa na chache tu, ila sasa unaangalia mwitikio wa soko. Ukiwa mwitikio mkubwa, sasa unapokwenda kwa oda nyingine, bei zinapofunguliwa, unaongeza idadi ya nguo kutokana na mwitikio wa wateja. Hii biashara ya mitumba inauza kweli kweli, au ina pesa kweli kweli, mradi tu hujipange vizuri. Namba tisa ni huduma za bodaboda za kusafirisha mizigo. Unajua sasa hivi au zimepanuka sana na ziko nyingi. Sasa wewe unaamua kuspecialize kwenye kupeleka hii mizigo, kwa sababu mtu mwenye biashara ya mitandaoni anakuwa na wateja wananunua vifaa au wananunua eh, products, lakini wanatakiwa wapelekewe majumbani kwao. Sasa wewe ukiwa una specialize kwenye ile eneo, kazi yako inakuwa ni kupeleka bidhaa kwa hawa wateja majumbani kwao au maofisini kwao, kwa hiyo kwa unatumia sasa bodaboda boda. sasa ngoja nikueleze utakachofanya sasa, kama una bodaboda boda, Achana na mambo ya kusafirisha bari, abiria. Wewe nenda kwa hawa jamaa wanaouza bidhaa mitandaoni, waambie wewe uko tayari kusafirisha bidhaa zao kupeleka kwa wateja majumbani kwao, maofisini. Kwa hiyo unaingia nao makubaliano sasa. Waki wateja wanapigia simu, basi unakwenda kuchukua mzigo na unapeleka huko unakotakiwa. Kwa hiyo unakuwa karibu sana bidhaa mitandaoni ambao wao watakaokupa biashara na ndio watakao kulipa. Sasa hii hii kidogo iko vizuri kuliko hata ile ya kukaa na kuanza kutafuta abiria. Ya kumi ni ya bidhaa za kidigitali. Unajua kuna bidhaa za kidigitali mfano vitabu, sasa hivi vitabu wenyewe wanaita soft copy eh, eh, biashara ya kumi ni za kidigitali au wanasema digital products. Unajua sasa hivi mambo yamebadilika sana. Enzi za zamani, mtu unataka kitabu, sijui bei kwanza ghali, kukipata sijui kinachukua muda. Sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa wewe ukiwa na taaluma yako au husika na utengenezaji wa vitu kama soft copy, yaani vitabu, lakini pia unaweza kuwa na vifaa vya kielektroniki labda ku tengeneza kozi mbalimbali kuhusiana na watu wanaotaka kusomea vitu mbali. Kwa hiyo sasa una hizi kozi masomo, unaviweka katika eh, soft copy au PDF. Sasa watu unatangaza sasa kwenye mitandao ya jamii wanaohitaji vitu kama hivyo. Eh, sasa wewe unachofanya, wakikubali unapanga na bei. Basi unawatumia kwa kupitia e, mitandao ya jamii hata emails hata WhatsApp. Kwa hiyo unauza, kwa hiyo unauza tunaita digital products. Jambo la muhimu uwe na taaluma fulani. Kwa mfano kama ni mwalimu, sasa unatengeneza courses mbalimbali na kuziuza kwa wateja kwa kutumia mfumo wa digital products. kwa unawapelekea documents zikiwa katika PDF format halafu wanakupa pesa. Biashara nzuri hiyo. Biashara namba 11 ni ukarabati mdogo wa vifaa vya electronic. hii nakumbuka nilikwambia biashara namba saba na namba 11 ni super. sasa tuko hii ya namba 11, unajua sasa hivi karibu kila nyumba inakuwa na changamoto za vifaa vya umeme mbalimbali. Vimeharibika mabirika yameharibika, sijui switches zina matatizo sijui, mara huku unakuta feni imeharibika. Sasa hawa watu wanahitaji mafundi sasa wewe kama ni fundi, unachotakiwa kuwa na vile vifaa tu vya muhimu ambavyo vinatumiwa na mafundi, alafu unajitangaza sasa kwenye mitandao ya jamii, kwa jamani, mimi natengeneza hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, na unaweka mapicha pale sasa na namba zako. Kwa hiyo sasa hawa watu wakipata matatizo ya hivyo vifaa watakutafuta. Kwa hiyo utajikuta sasa kila mahali unaitwa kwenda kutengeneza hivyo vifaa. Kwa hiyo hii ni biashara moja nzuri sana. Mradi tu uwe na uaminifu na pia bei zako ziwe e, poa. Kwa maana nikisema uaminifu usi, usiwadanganye watu. Unakwenda mtu unajifanya umemtengenezea kitu unaondoka hata hujafika nyumbani kwako kile kitu kimeharibika tena. Sasa hapo unakuwa umeharibu biashara. Lakini kama unafanya kazi yako vizuri na watu wanakufahamu kwa kazi yako ni nzuri wataambiana. Kwa hiyo baada ya muda utajikuta una wateja wengi tu. Kwa hiyo hii ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki majumbani hata maofisini ni, ni biashara nzuri. Biashara ya kumi na mbili na mwisho ni kuuza juisi na juisi za asili. Sasa unajua watu sasa hivi wako conscious, wako very conscious na mambo ya afya. Sasa hizi juisi uhitaji kununua, unatengeneza wewe mwenyewe, mradi unakuwa na kile kifaa kinaitwa blender, alafu uwe na meza yako nzuri tu Halafu kununua uh, matunda kutoka sokoni, tengeneza sasa mchanganyiko wa juisi za aina mbalimbali, hapo utatengeneza pesa. Halafu kama mahali ambapo pana mkusanyiko wa watu, labda karibu na kituo cha basi au karibu na mgahawa au hata kama ni hoteli au karibu na hospitali, hapo utafanya biashara ya kuuza juisi za asili na watu wanapenda sana hivyo vitu unajua, watu wanaogopa mambo ya makemikali na nini, vitu vilivyowekwa kwenye machupa kwenye maduka au supermarket wanaviogopa. Hii ni biashara namba kumi na mbili, ni ya mwisho, lakini unaweza ukatengeneza pesa kweli kweli. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu, ambapo leo tulikuwa naongelea biashara kumi na mbili ambazo hazihitaji mtaji mkubwa, lakini pia zinakupa pesa haraka haraka. Kwa hiyo jaribu kuona kati ya hizo kumi na mbili ni ipi unaweza ukaanza mara moja na ukatengeneza pesa. Na kama kuna maswali au unahitaji clarification kuhusu biashara moja hapo, niandikie, halafu mimi nitakuelezea. Vinginevyo, nakuomba usubscribe huduma zetu na uweze kuona vipindi vyetu vya Tan Business Channel online television kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena.